Tosha. Hivi sasa tunavyozungumza ni saa saba na dakika ishirini na tatu. Wakati muru tena zaidi, ambapo nakukaribisha katika mpango mzima wa Nzembo ya Bakolo. Yani, karibu katika miziki ya wazee kuanzia midaa hii hadi midaa ya saa tisa alasiri. Mimi ni Evan Kibe, nataka nikuchukue kwa upesi na kwa utaratibu, ni kupitishie katika awamu hii ya Nzembo ya Bakolo hadi midaa ya saa tisa. Sa, mimi niko hapa hivi kwa minajili yako kwa hakikisha kwamba kila kitu iko shwari, tusukume gurudumu hili kwa pamoja. Lako tu ni kuniambia nanipate ukiwa wapi, sehemu ipi, naungetaka ni kuchezea kibao kipi cha rumba, nami e, nahakikisha kwamba chochote utakachoagiza mimi nitakuwa nakiweka kwa playlist. Kazi yangu tu inakuwa ni kupanda juu ya jukwaa ama ni kukaa kando wewe unakaa pale nyumbani, upokee vibao kimoja baada ya kingine. Anayetufungulia ukurasa huu wa Nzembo ya Bakolo ni Lwambo Lwanza Makiadi, ama ukipenda unaweza ukamuita Franco, na kibao ambacho kinafahamika kama Kimpa Kisangameni.